Jengo hili lina sifa tatu za kipekee, hizo ni za muhimu sana. Sifa ya pekee ya kwanza ni kwamba jengo hili, fedha zilizotumika kujenga ni fedha za walipa kodi wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Ni heshima kubwa sana kwa serikali kufanya jambo kama hili na ukizingatia mahakama nayo haijawahi kuwa na jengo lake la makao makuu toka nchi imepata uhuru, uhuru na hata kabla ya uhuru na Mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan kwa kweli atakuwa ameandika historia kubwa sana kufanikisha jambo hili kubwa na la msingi sana. Ni ya pili kwa ubora wa mitambo iliyopo duniani, lakini vilevile jengo hili imeunganishwa na mifumo mingine mahakama zetu zote nchini, tunaweza kuona nini kinatokea. Kwa hiyo ina miundombinu ya kisasa sana, lakini pia msahau, jengo hili pia imewekewa provision sehemu ya helikopta kutua, inaitwa helipad kwa lugha ya kihandisi. Hilo ndilo jengo la makao makuu ya mahakama ya Tanzania. Nashukuru kwamba hata waandishi wa habari mnashangaa, hiyo ni Tanzania, hiyo ndiyo Tanzania, na ndio serikali ya awamu ya sita imehakikisha hayo yanafanyika. Maana yake kuanzia Jumamosi mara rais, atakapozindua jengo hili, hili sasa ndilo litakuwa jengo la sita kwa ukubwa kwa maana ya makao makuu ya mahakama duniani, na litakuwa la kwanza barani Afrika.